Maana kuna aina ya mbili ya wanaume, nataka nielezee kidogo. Unakuta wanaume wenye uwezo mdogo wa kuwavutia wanawake kimapenzi wana uwezo kima mkubwa sana wa kudumu na mwanamke mmoja kwa muda mrefu kimapenzi, kuliko wanaume wenye uwezo mkubwa wa kuwavutia wanawake kimapenzi, hawawezagi kukaa na mwanamke mmoja kwa muda mrefu kimapenzi, hawanaga muda huo kabisa. maana kuna aina ya mbili ya wanaume nataka nielezee kidogo unakuta wanaume wenye uwezo mdogo wa kuwavutia wanawake kimapenzi wana uwezo mkubwa sana wa kudumu na mwanamke mmoja kwa muda mrefu kimapenzi kuliko wanaume wenye uwezo mkubwa wa kuwavutia wanawake kimapenzi hawawezagi kukaa na mwanamke mmoja kwa muda mrefu kimapenzi hawanaga muda huo kabisa Maana kuna aina ya mbili ya wanaume, nataka nielezee kidogo. Unakuta wanaume wenye uwezo mdogo wa kuwavutia wanawake kimapenzi wana uwezo mkubwa sana wa kudumu na mwanamke mmoja kwa muda mrefu kimapenzi kuliko wanaume wenye uwezo mkubwa wa kuwavutia wanawake kimapenzi, hawawezagi kukaa na mwanamke mmoja kwa muda mrefu kimapenzi, hawanaga muda huo kabisa.